Hey, na sasa niwambie Tanzania mpya haiwezi kawa Tanzania ile ile, haiwezi kawa Tanzania ambayo watu wanatekwa na wanapotea kama kuku. Nisikilize mimi, na tuko live. Hii Tanzania ambayo mtu anachukuliwa kama mbuzi na watu wanasikilizia nje, wanasema mm, sije ukaleta pua yako. <laughs> Tanzania ambayo mtu akikosoa kitu na iko wazi ya kwamba tume ya uchaguzi haiwezi kawa fea kwa sababu inaongozwa na watu ambao wamewahi kuwa wa makatibu wakuu waenezi wa chama fulani. Sasa wewe, na chama ni kama, ni kama timu yani. Wewe kama ni Simba ukiwa ni kocha ni refa Kefa Kayombo au Nehema Mwambashi una kadi ya, ya, ya, ya, ya Simba, hakuna namna. Utaona dakika zinaisha na Kapombe iko kwenye box usifanye kitu. Si kama mnanielewa, nachoongea ni vitu ambavyo vinahitaji logic. Viongozi wa watu lazima wachaguliwe na watu, wawe ni zao la watu wanavyotaka, sio mtu fulani au kikundi kinavyotaka. Yaani hiyo hiyo iko mbona tangu shule ya msingi mbona, mbona mambo yako kawaida, yanaeleweka. Haya, mnapotaka monta eh, mnapendekeza majina labda matatu fulani, Anna Johnny na Peter wanapita mbele wanaomtaka ana nyosha mkono, na ukishanyosha usinue tena. Mbona inaeleweka kwa, anakuwa ni, ni monitor wa darasa ambaye ni zao la utashi wa watu, sio mwalimu anakuja o kuanzia leo, amna huyo hawezi akawa kiranja wa watu. Na nchi yetu imeundwa hivyo, katiba inasema hivyo kwa hiyo lazima mtu atokane na watu, viongozi wanatoka kwa watu ili wawajibishwe na watu. Sasa mtu hawezi kusema kitu kama hiki halafu kesho akapotea, hamna. Maanake unagundua kuna watu ambao si watu, wamekaa katikati ya watu. Kuna watu ni machatu, wanameza tu watu kiorela. Hiyo Tanzania ya hivi inaishia mwaka huu mwaka kesho na kuendelea, hakuna mtu atakayetekwa tena, hakuna mtu atakayepotea tena kwa sababu amekosoa kitu, amepishana lugha na mtu. Watu wanaogopa kuongea, kuongeza. Wakili wangu bado wanakuwa wakili wangu alipata hofu zote. Wakili wangu ni kama wakili wa Yanga, ashindagi kesi yoyote haya maisha ya uoga sio maisha yetu, na haya maisha yataendelea hivi kabisa. Hii baki hivi, ijulikane ya kwamba wanaofanya hivi mwisho wao ni mwaka huu tu, iwe ni Mungu kuchukua wa kwake mwaka huu, mtachukuliwa. Bahati mbaya ni hivi, unaweza ukawa na bunduki ukawa na makombora, una risasi, una, una kila kitu, sema sasa, bahati mbaya ukontrol hewa mapigo ya moyo hayako ndani ya uwezo wa risasi. Mapigo ya moyo hayako ndani ya uwezo wa mahakama. Yaani, Mungu anaweza akasema usiku huu anaitaka roho yako. Mtu, eh, wa Mungu anasema ukweli. Mtu wa Mungu azunguki zunguki. Ukiona mtu anazunguka zunguka, eh, kina matatizo yake, kinaficha vitu kuna maskendo yamejaa pale watu, mtu anarara na binti amemshikia bunduki hii. Mijitu jitu ndo inayojipendekeza hivi. Mtu mmoja aseme amen, mwingine <laughs> atasema pasta, pasta, pasta. Mimi siendi kokote, nimeshajiona nikiwepo mwaka kesho, nimeshajiona ni kila matunda ya nchi inayokuja. Mungu aliyeniwekea maneno haya moyoni amenihakikishia nitakuwepo. Kwa hiyo anayekuja na haje taratibu, mimi nipo. Mwambie jirani yako yupo huyu, aeni kokote, ni jiwe la kusagasaga na mwamba wa kuumiza.